Mimi naitwa Kobra Seveni, niko mtaa wa Kariakoo. Labda tuanzie ndoa za zamani. Ndoa za zamani kulikuwepo wazazi wetu walikuwa na madri. Ulikuwa ukichukua mwa mtoto wa mtu, kwanza mzazi wako anakuuliza unaenda kuoa kwa nani? Basi mzazi wako ukishamwambia anaenda kuoa kwa nani, mzazi anaamka, anaenda kwa mzazi mwenzake wakifika wanakaa, na kama mzazi wako akiwa hapendi wewe ule mji, anakuambia napenda uende uwe kwa fulani. Kwa hiyo wakishakwenda pale, wazazi wakikutana, wakishaongea, wakielewana, basi ndoa inafanyika. Kama ni mahari inatolewa, baadaye kama ni sherehe inakuja kufanyika, lakini pamoja mnakoanza kuishi na mke wako ambaye babako alimsudia kulikuwa na maadili yanayofata kwamba mke wako akikimbia, hata mmekosana ndani, akikimbia kwenda nyumbani kwao, wanamwambia nenda uje na mzazi wako ha, na, wa mzazi anamwambia nenda uje na mme wako. Naona basi akija, akienda na mme wake, wanajua tatizo ni nini. Au kabla yule mchumba hajaondoka kwenda kwa mzazi yule, ambaye ameenda kulalamika kwa wazazi wake, basi lazima wamrudishe yule mwanamke nyumbani kwako wamuulize nyumbani kwenu, hamuna vijana? Hamuna ndugu wengine tofauti na rafiki za mume wako? Hawako? Kwa hiyo tunataka uende huko, likishindikana, ndio tatizo lije hapa. Kwa hiyo wazazi wa zamani, na maana kitu kio kinafanya ndoa zinaishi kwenye ndoa ni madri, huwezi kukurupuka. Binti umeolewa unaenda kwa baba yako anakupokea kiurahisi, hiyo ilikuwa halipo zile ndoa za zamani na huwezi kwenda kumuelezea mama yako au baba yako mimi nimepigwa na fulani akakupokea kwamba mtoto wangu amepigwa, mpaka ajue tatizo na chanzo ni nini kinachofanya mmepigana, mpaka aitwe mme aitwe mke, basi mme naye aeleze labda kosa alilofanya akampiga mke wake, na mke naye aeleze matatizo yake, labda mme wangu analala kwenye pombe haje nyumbani tukapigana. Lakini shuruhusu inayofata wanamwambia, rudi na wefata mme wako sisi mali ulizotupa tulisha kula. Naona kwa hiyo, wanawake wa zamani walikuwa na maadili kupitia wazazi wetu, lakini ndoa za siku hizi ni, ni, ni, ni kama tuseme tu mnafanya urafiki, kwa sababu ndoa za siku hizi mnaweza kukutana kirabuni, mnaweza kukutana mterani, mkapendana wenyewe mkaoana, mkafunga ndoa kabisa, lakini ukishamgusa kofi akirudi kwa mzazi wake hakuna ule ushauri wa kusema rudi kwa mme wako sana. Mama mkwe ndiye atakutafuta, atakutafutao baba mkwe aja akwambie, mtoto wangu sio ngoma, kama umeona amekutosha mrudishe nyumbani, tukurudishe vimari vyako. Hivi ni vidogo sana. Kwa hiyo ndoa za siku hizi hazidumu kwa jinsia. Kwa hiyo hakuna mzazi anaye aliyoko na maadili ya mtoto wake wa sasa hivi, eti mmekosana na mme wako amrudishe, kwamba ajue tatizo ni nini lilofanya mmekosana kinachofata nikuambia rudisha mtoto wangu tukupe vimali vyako. Kwa hiyo mtoto madri ya sasa, ato ato mtoto mtoto, kuishi kwenye ndoa ni kazi sana yaani, <coughs> hmm. Nakuwa kazi mno, maana hata mimi hapa nimeoa nilionaye ni mke wa tatu. Naona mke wa, wa pili, wakati umekosana kwenda kwa mama ake, alikuwa ameshachukua mali kila kitu, akaniambia hanitambui kama mkwelema, ikabidi isusie hiyo ndoa. Basi nikaja nikatulia nikawa nimezira kuoa kabisa, lakini baadaye, kuna mama mmoja alikuwa kijiji kimoja kinaitwa Mayani huko, akaja akasemaje, mwambiaje aji nimpi mwanamke kweli. Nikaenda tukapigiana simu, tulikuwa hatujuani, binti yake tukawa hatujuani, lakini baadaye akaniambia yuko Msoma kituo cha polisi Kigera, yuko kwa mjomba wake Nikavaa na mimi sasa kizee kabisa, maana na ila alipata matatizo na alikuwa kwenye ndoa, akawa ameachika, na mimi nikawa nimeachwa. Nikavaa nguo zangu, nione huyu mwanamke anaishi na mimi. Kawa nagambuti chafu, goti langu nini, nimeweka begani, nikafika kwa mjomba, nikapiga hodi, basi wakanikaribisha. Kamwambia mjomba ni moja, mbili, tatu. Akaniambia mwanamke unamjua? Nikasema mii mwanamke simjui. Basi akasema mwanamke huyo hayupo, amesafiri. Muda mfupi nimekaa, akaniambia basi nakuitia lakini sitaki waongee naye <laughs> baada ya kuita huyo mwanamke akaja, akauliza swali, huyu mzee unamjua? Akasema, huyu mzee simjui. una taarifa zake? Akakiri kwamba ndio, mimi taarifa zake ninazo. unaona? Basi ndio mjomba wake akasema, ah, mimi mwanamke aliyetumwa kwake ndiye huyu lakini sikuruhusu kaongea naye. Basi nikaondoka nikaja nyumbani, kaja nika nikawasiliana na yule mama mko aliyenipa ramani ya kwenda pale. Basi baadaye akampigia binti wake simu, alikuwa anauza samaki genge la menge kule Kigera. Baada ya kukutana naye, tukaongea tukawasiliana basi jomba yake alichokisema akasema, niendeni mkapime kweli. Nilivyoenda akanipa kijana wake akanipa na mwanamke anayetaka kumchumbia, waenda tukapima yeah. Sasa hivi kufuatana na mitandao ya kijamii ndio sasa tutakuwa ndio kuna ndoa mbovu zaidi, kwa sababu anakuambia hamsini kwa hamsini na maana mwanamke na mwanamume mnataka mlingane. Kwa hiyo ndoa za sasa hivi haziheshimiki. Unaweza una ukaja unamwambia mke wangu, na njaa, unasikia anaita binti, anakwambia binti, mpikie baba yako, ambako hizo ndoa zamani zilikuwa hazipo. Naona ndio maana mara nyingi ndoa za sasa hivi, unafika nyumbani umeoa mwanamke, unamfanya kazi, ukifika nyumbani mwanamke anakuambia nimechoka, anamwambia mfanya kazi nenda nitandikie. Ndio maana naona ndoa zinavunjika, kwa sababu mimi baba nafika, mke wangu ananipa mfanyakazi kazi kunitandikia mke wangu akiondoka, mi nitaanza kufanya mapenzi na wewe mfanya kazi. Maana yeye ni mke wangu si ananitandikia. Kwa hiyo ndoa za saizi zinakuwa sio imara, kulingana na matatizo fulani yanayopita kwenye ndoa. Hapo heshima haipo, mwanamke aheshimu mwanaume. Mwanamke akipata kipato kidogo akimwambia pumbavu naye anakwambia shenzi. Kwa hiyo ndoa huwa haziheshimiki sasa hivi. Ndoa hua za sasa hivi zinakuwa si imara kabisa, yaani mnaishi kwa kubabaishana. Watu wanaochaguana wasomi, kuna aina mbili. Kuna mtu hakusoma yuko darasa la saba, anataka awe mtu ambaye yuko form 6, hiyo ndoa haidumu. Kuna mtu anayechagua msomi yuko chuo kikuu, unao labda yuko chuo kikuu. Hao watu wakioana ndoa yao inaweza ikadumu, kwa sababu huyu anakipata na huyu anakipata. Kwa hiyo akitaka kufanya jambo lazima washauriane, kama ni kwa mama mkwe, basi tupeleke kiasi fulani, kama ni kwetu mwanaume, tupeleke kiasi fulani. Lakini ambaye na, anasema yeye anataka awe mwanamke aliyesoma, yeye mwenyewe ana madarasa ya chini, hiyo ndoa huwa haidumu sababu kama mimi nina madarasa saba nataka niwe mwanamke wa form 6. Mwanamke anakuja ananizidi kipato, kuna ndoa hapo? Kunakuwa hakuna ndoa, sababu ananizidi kila kitu, hakuna nitakacho mwambia akanielewa. Kwa majina naitwa Dina Matembo Kiboko, eneo Kariakoo, biashara mjasiriamali. Mambo umeongelea ya ndoa, ndoa kwa kweli kwa sasa hivi zina changamoto sana. Zamani kama sisi tulivyokuwa tunaolewa au mama zetu sana, tuiongelea upande wa kina mama zetu. Mama zetu walikuwa wanachaguliwa kwamba wewe mme wako ni huyu. Sasa hivi utandawazi umekuja, ni kila mtu anakuwa na ruksa ya kuchagua. Ukimwambia binti yangu, nenda oleo kwa Kobra na kwa mama Kobra, huyu sijampenda chaguo hilo sio langu, bado natafuta wa kwangu. Tulia haya, atakuletea mwana mkuelima, kama ni mkuelima amekuletea, amevaa mtepesho, ukimshauri binti na kwamba mimi hapo ndipo naenda. Kwa hiyo tayari maadili yanakuwa tofauti, tuonekane sana. Kilichosababisha sana ni watu wanaenda kwenye mtandao. Mtandao umechangia sana kuvuruga ndoa. Njia sahihi ya kuchagua mwenyewe kwa sababu pale alivyomchagulia mchumba, akifika pale washindane tayari atalaumu mama, mama. Mama, unajua ndoa hii imekuwa ngumu kwa sababu umenilazimisha wewe, ungeniacha nichague yasingefikie hayo. Vijana wengi wamekuwa na tamaa, sio wavumilivu. Maana sisi tulikuwa tunasubiri mpaka siku ya ndoa ndio mnakuja mnafanya mambo hayo, lakini watoto wa siku hizi hawasubirii hata ndoa mtoto anakuja kukuambia mama, huyu ndio mchumba, kumbe ameshaishi naye zaidi ya miaka sita, na anakuja kukutambulisha mimi, huyu ndio mchumba wangu, na ana mtoto tayari no. Tana kinachochangia, kwanza kabisa, chakula, vyakula wanavyokula havina nguvu. Kijana anakula chipsi, anaenda kutafuta mwanamke wapi na wapi au anatoka hapo anaenda kutafuta muhogo, muhogo anaupiga na maji, nguvu ataipata wapi? Ametoka hapo ameenda kwenye bangi, bangi itaongeza wapi? Stata hizo mabinti, nachokuwa naomba ushauri wangu waangalie kwanza, kwanza chakula wanachokula waangalie, mandhari ya watoto, wazazi tunachoongea wakisikilize, na historia ya hiyo familia anaenda kuoa ichunguzwe, au anaenda kuolewa aichunguze. Je, kuna familia nyingine haikai, kuanzia baba mjukuu hakai na ndoa. Je, ndio unafikiri takaa kwako? Haiwezi kakaa. Batanda, Gretson Batanda, naishi e, naishi Kariakoo, mtaa wa Songe, hapa msoma mjini kuhusu swala la ndoa zamani na sasa kudumu, e, ndoa za zamani zilikuwa zinadumu. Kuna sababu zake. Sababu ya kwanza, kabla ujaoa, wazazi kwa wazazi walikuwa wanafanya research au utafiti, kujua historia pale unapotaka kuoa. Kijana alikuwa hana mamlaka ya kujichagulia mchumba, wazazi wenyewe ndio walikuwa wanajuana kuangalia, walikuwa wanafanya utafiti wa vitu vifuatavyo: Nidhamu, utendaji wa kazi, magonjwa, tabia. Kwa mfano kama kuna ugonjwa wa kifafa wasinge pe, wasinge walikuwa ruhusa kijana wao kuoa. Wizi na wenyewe unatokana na tabia. Eh, elimu, usomi, kasema ile familia kwamba ni wasomi, na mkumbuke swala la taaluma, swala la usomi linatokana na homoni ambazo zinatokana na wazazi wao, so vitu vinakuja hivi hivi. Inawezekana baba na mama wote ni darasa la kwanza au la saba hawa kuweza ka form four lakini kichwani wana kitu. Hivi vitu vilikuwa vina, vinafuatiliwa sana, lakini la pili, hata utendaji kazi. Sasa ukiangalia nidhamu ya zamani, wake zetu au mama zetu walikuwa naishi kwenye ndoa kutokana na nidhamu za wazazi wao walivyofundishwa maadili. Zamani kulikuwepo kitu kinaitwa vikomi wazazi wanapata, watoto wanapata maadili na usia kutoka kwa wazazi. Sasa hivi hayapo. Watoto wa kike wanakaa na mama zao, bibi zao, wanapata maadili kutoka kwa wanaofundishwa kutokana na wazazi wao au bibi zao au shangazi zao, lakini sasa hivi kitu hakipo. Umeuliza, kwa hiyo ndoa zilikuwa zinaishi katika upendo ambao unatokana na tafiti zilizofanywa na wazazi wao, lakini sasa hivi ndoa za sasa ni pesa. Watoto wa kike sasa hivi wanaishi kulingana na uchumi ulivyo, na ndoa hizi zimeharibika kwa sababu mwanaume akiishiwa, mwanamke anaondoka. Lakini kuna sio wanawake tu, hata watoto wa kiume wamefikia kuolewa na wanawake kwa sababu ya uchumi. Watoto wa kiume sasa hivi hawafanyi kazi, wanatakiwa wafanyiwe kazi. Kwa hiyo vitu hivyo vimesababisha ndoa nyingi kuvunjika. Na ukiangalia mahakama za sasa hivi, asilimia kubwa mahakama za mwanzo, mahakama za wilaya zinashughulikia ndoa tu, kesi za ndoa, madai madai ya taraka. Ndizo kwa sababu gani? Ni swala la uchumi. Usichanganye upendo na fedha, ni vitu viwili tofauti. Kwani mwanamke anapotoka kwao, kuna mali anaenda kuolewa kwa kijana, na anakoolewa kuna mali. Kwa hiyo anafuata nini? Anafuata na pesa? Kinachodumisha ndoa ni upendo, swala la fedha ni matokeo ya upendo. Ni sawa sawa kama navyosikia kwamba amani, amani huwezi kupata amani bila haki. Haki ndio zao la amani. Haki ya upendo ndio inaleta fedha na inaleta na nidhamu katika ndoa. Na hivi ndivyo vimesababisha watu tunakosea, hao watoto wetu wanakosea watu kutanguliza fedha tofauti na upendo katika ndoa. Ndoa ndio inamiliki kila kitu. Mwanamke atamheshimu mume wake, lakini na mwanamume anatakiwa mpende mke wake. Waheshimiane. Heshima inapokuwepo ndio inakuja kufanya kazi kwa pamoja, ambayo kazi kwa pamoja mipango ya kwa pamoja ndio inazaa kuleta fedha. Lakini upande mmoja kama unategemea fedha tu, ina maana yeye anakuwa kama mchumaji, yaani anategemea fedha katika ndoa, haina tofauti na wanawake wanaojiuza mtaani. Lakini hata na watoto wa kiume, mimi siko upande mmoja. Hata mtoto wa kiume hakithamini fedha hata, hata mwendo vizuri mke wake, ina maana yeye anaishi naye kwa kumtumia kama fedha, bila fedha wewe hauko kwangu kwa hiyo vitu upendo ni tofauti na fedha. Mimi hayo ni maoni yangu. Mimi katika ndoa yangu sitangulizi fedha, natanguliza upendo. Mimi swali lako, nitakuwa tofauti na wewe. Sasa hivi mimi si mtu mzaliwa mkoa wa Mara, sisi kwetu mahali huwa atuhesabu wala watu dai. mahali ni zawadi lakini, sasa nazungumzia mkoa huu. Zamani walikuwa natoa ng'ombe zaidi ya hamsini, mpaka mia mbili, mia hamsini, lakini ndoa zilikuwa zinadumu. Lakini sasa hivi zimeshuka, mpaka ng'ombe sita, nne, tatu, unapata mwanamke. Lakini ndoa hazidumu. Mimi nafikiri kitu cha msingi, sio kwamba wazazi wamepandisha wanadai mahari kubwa, ndio inasababisha hiyo, mimi naikataa. Just imagine, mimi kwangu nalipa mahari ya milioni tatu. Sendo funishingapi? Si zaidi ya sendo funazidi milioni tatu? Walike watu hamsini waje kuaga, watu mia, angalia chakula, ukumbi na kila kitu, nina nini. Kuna faida yote? Kuna faida, lakini zamani hazikuwepo harusi kubwa kama hizi, lakini mtu ametoa ng'ombe wengi, mbuzi wengi, bila fedha fe, hizo ni kidogo sana sana, mifugo ndio ilikuwa mikubwa, mingi sana, lakini unakuta ndoa zinafanya, na haikuwepo harusi kubwa kama za hizi sasa hivi za, za, za, za, za, za kwenda ukumbini na nini. Walikuwa na chini ng'ombe kama watatu, wanne, watano, watu wanakula maugali, ugali nini, pombe za kienyeji, biashara imeisha lakini ndoa zilikuwa, mi nafikiri tatizo liko kwenye maadili ya sisi kwa wazazi kuhusu watoto malezi. Tumechukua majukumu tumewa, tumewacha watoto wanakuwa kama kukuulia, hatuwapi malezi hatuwafundi na, sasa, na ni kitu kingine sasa hivi watoto wengi tumetua, metambua elimu wazazi wengi wametambua elimu. Mtoto anatoka hapa anasoma sekondari hapahapa, anatoka hapa anaenda chuo, anaenda Mbeya, anaenda Dar es Salaam, anaachana na wazazi unakutana naye saa ngapi? Na kule anakwenda kukutana na tabaka za makabila mengine, ametoka pale anaenda chuo kikuu, anatoka kule anakutana na na kabila lingine ambayo anakutana mwana, na mwanachuo mwenzake, umenewa mpaka hapo wanaoana, mchanga na Mwaya. Lakini zamani kabila Mjaruo kwa nao Mjaruo, Mkulia anaolewa na Mkulia, Mjita anaolewa na Mjita, Mwaya na mwa Mwaya. Kwa hiyo unakuta misingi na tabia zao zinafanana kwa mfano kama sisi sisi tunakula tumekaa chini, lakini wengine wanakula wamekunja miguu, wengine wanakula sahani moja mboga, watoto watatu wanne wanakula sahani moja katika mboga. Sisi wengine hatuna, kila mtu ana sahani yake, na walikuwa na vigezo. Kwa hiyo sasa, mila na desturi zetu tumeziacha, tumeachia watoto. Watoto sasa ndio wanabuni mila zao, na mimi naisema, tunakokwenda mila zetu zinaendelea kupotea. Utakuta mtoto anazaliwa hajui kabila lake, yaani kuongea kilugha hajui, anaongea lugha moja ya Kiswahili. Aidha, tunaweza kuita ni maendeleo au tunapoteza mila zetu. Wanasema kila kitu kina faida na hasara zake, lakini kwa misingi ya ndoa hatupati faida. Hatupati faida sana, sana, tunaelekea kwenye hasara na tunaenda tunakoelekea, ninavyoona tutafika kwenye ndoa za mikataba hizi ndoa ambazo ulikuwa unaoa mwanamke unaishi naye miaka themanini, miaka tisini, miaka hamsini, miaka sitini. Sasa hivi ni chache sana. Watu vitoto wetu tumetanguliza fedha, na mtu anaona ajabu kama na shilingi zake milioni tatu, na zamani imesahau kitu kimoja, wajibu wa mahali ulikuwa sio wa muoaji, wajibu wa mahali ni mzazi, ni kama tunavyozungumzia tunavyozungumzia tunavyo kumsomesha elimu elimu kumsomesha mtoto ni wajibu wa mzazi, sio mtoto. Lakini wazazi tumefika mara tunakopa wajibu wetu tunamwachia mtoto, na ile nyo limeta athari. Kwa hiyo kwenye mahali kusema mali kubwa inasababisha mtoto ndoa ivunjike. Sasa inavunjikaje wakati nimesha kuozesha, umetoa mahali, umenipa mi, nafikiri ndio ndio mngechangia kwa mkui, mtunze ndoa yenu, kwa sababu ni gharama garama kubwa. Lakini sasa hivi mi nimeozesha hakuna mtoto ambaye mimi nimepokea mahali inayozidi milioni moja na laki tano, hakuna. Sasa una aikwaza nazo. Sisi tunachokisema mahali ni zawadi. hata elfu moja naweza nikapokea, hata elfu tano naweza nikapokea, kwa sababu huwezi kunipa mahali ambayo inaweza kulinganisha gharama ya mwanangu nilivyomlea au kumsomesha. mtoto kuomuoa mtoto ni kosa kubwa ambalo tunalifanya lakini, na mara nyingi mwanaume mwana anatakiwa awe na umri kama mzazi wa mke wake, sio kama. Naeleweka? Kwa, kwa mfano kama mwanamume kijana wa miaka 35 mwanamke at least ana miaka kumi na tisa, ishirini, ishirini na moja, ishirini na mbili. It means umri huo interview inavyo tofauti yao inamfanya huyu amtii mwenzake kwama ni mkubwa wake lakini sasa unakuta mtoto wa miaka kumi na tisa mi, mi, unakuta bado ni mtoto anamua mtoto mwenzake, na ndio maana kimechangia nachenya sana kuharibu ndoa. Unakuta wote wanalingana, wanadharauliana. Mimi nimeoa na miaka ishirini kama na tisa naelekea thelathini, lakini mke wangu alikuwa na miaka ishirini na nne, tofauti ya miaka kama sita saba. Lakini hii swala uliyouliza kwamba mashangazi si una nini mimi nakwambia hivi ni uvivu wa watoto wetu kutofa, kupenda vya bure kutopenda kufanya kazi na usipofanya kazi unasema asiyefanya kazi na asile. Sasa kwa sababu watoto wamependa ku, yani, wamependa kuwa wavivu mno wanakuta mama na hela zake lakini ana bwana. Wanasema njoo hapa mimi ninachotaka unipe tu, kila kitu na hata kwenye mitandao unayaona. Anasema mimi sitaki mali yako nini na nini, ila nachotaka ni kuolewa tu nipate mwanamume nipate burudani basi lakini wa vijana wakijitambua katika nafasi zao, vijana wakifanya kazi, huwezi kuwa huwezi kuingia kutumikia kwenye, kwenye masuala ya kuolewa. Na hilo wimbi lipo ni kubwa sana, na hilo wimbi linasababisha kuf, na ndoa zingine kuvunjika. Mzazi anajitahidi anampa kijana wake mke, lakini huko nje kaishazoea shangazi. Sasa shangazi anasema hivi, leo sikuruhusu kwenda kwako. Huyu dada aliyeolewa anabaki analia, anafanya nini, anasononeka, mwisho anavumilia, inachoka, anasema wacha niende nyumbani kwetu. Na hayo amechangia sana. Mimi nashauri kama mambo makuu matatu. La kwanza, wazazi tukae na vijana wetu, tuwashauri, wajibu wa mwanamume katika familia ni nini? wajibu wa mwanamke katika familia ni nini? hutii katika, katika ndoa. Hivi ni vitu vya msingi sana. Fedha haileti haitengenezi ndoa. Fedha ni matokeo ya upendo katika familia, fedha ni matokeo ya nidhamu katika familia, fedha ni matokeo ya kila kitu. Na malezi kwa watoto wetu, malezi katika familia. Yoyote inapokosa malezi hata uzao wake hautakuwa na malezi mazuri. Kwa hiyo mimi naomba sana wazazi wetu, wazazi wenzangu, ndugu zangu, vijana nini, tukae na watoto wetu katika kama zamani iliv ilivyokuwa kwenye vikomi na kutumia vikao vya ukoo mara nyingi. Hata hivi sasa hivi vikao vya ukoo vimekufa vime, tumebaki na vikao vya mtandao. Mimi niko Dar es Salaam, mwingine yuko Marekani, mwingine yuko Bukoa, mwingine yuko Msoa. tunasema saa tatu tutakuwa na kikao sasa amekaa na nani kwenye kikao? kuonyesha sura yake, kumbe pembeni kuna mambo mengine ambayo wala unaongea, napitiliza. Kwa hiyo ni vizuri, zamani ilikuwepo kila Christmas kila Pasaka ulikuwa unaenda nyumbani, mnakaa, mnakutana na ndugu, mnaangalia, fulani kageni, fulani kapungukiwa, kama, kama ni kumchangia mnamchangia, mnamuongeza mtaji ule upendo ulikuwepo, lakini kutokuwa na mawasiliano ya karibu mara kwa mara katika familia kumepunguza na upendo kumepunguza na kukosoana na kumezalisha watoto wetu kutofahamiana. Na wewe umezunguza swala lingine, kuna tunakoelekea watoto wetu wataoana, watoto wako wat, na wa mdogo wako watakuja kuona, kwa sababu naweza kumaliza hata miaka saba nane ya watoto wenu hawajuani. Kuna wazazi wengine watoto wao ukiwaita wote, watoto wa mzee mmoja amezaa watoto kumi, vijana kumi. Watoto wa kike labda watano na vijana kio. Kuna watoto hawajuani. Sasa wasiojuana wataoana, na wakioana sinilaana. Kwa hiyo ni vizuri tuwe tunakuwa na vikao vya ukoo vya kusaidiana katika kurekebishana. Kuna makabila mengine ninayopenda sana, wanatandika na viboko. Mzee anatandikwa mbele ya vijana wake na watoto wake, anabadilika, vinarekebisha ingawa wakati mwingine tunasema ni udiktator. Lakini vinarekebisha kwa ukishindikana, lazima utandike, na adhabu kubwa ya mwisho duniani mbaya kuliko yote kudhalilika kama mzazi ni kutandikwa viboko, sawa na kifungo. Baada ya kusema hayo, na nawashukuru sana tunashauriwa uh, zamani uh, wazazi wetu na wazee wetu kama walivyosema uh, walikuwa wakitumia mbinu mbalimbali mbali katika kupata wachumba na wanawake, lakini zaidi ya yote wazazi wetu walikuwa na akili pale ambapo walikuwa wakiamua kuchagulia mchumba au kuchagulia mwenza wa maisha. Kwa sababu walikuwa wanaangalia mambo mbalimbali mbali mbali ambayo kama tulivyoweza kusikiliza wazee wetu wameeleza wazi wazi. Lakini vipi sasa hivi uh, lakini vipi teknolojia imechangia vipi uh, umeweza kujifunza namna gani ambavyo leo unakutana na kijana wa kike au wa kiume ndani ya mtandao na mwisho wa siku mnaanzisha safari ya uchumba au ya mahusiano, na hii imeathiri kwa kiasi kikubwa sana jamii yetu ya leo. Na umeweza kujifunza kwamba leo naweza nikakutana na binti mzuri, Facebook, naweza nikakutana na binti mzuri Instagram, na hapo hapo tukaanzisha mahusiano, lakini madhara yake ni makubwa pale ambapo tutaingia kwenye ndoa. Ndoa nyingi hazima wiki wiki moja wiki ya pili basi zinavurugika. Hii yote si kwa sababu ni makusudi ya Mungu ndio kuvunjika bali ni makusudi ya mwanadamu, kwa sababu uchaguzi mbovu. Mtu mmoja aliwahi kusema ni bora ni bora ukosea kujenga kuliko ukosea kuoa, kwa sababu ukikosea kujenga unabomoa unajenga tena unajenga tena, na pesa zinatafutwa. Lakini ndoa siku hizi imekuwa kama ujenzi, mtu anachukua anaoa alafu anaacha anachukua anaoa alafu anaacha. Lakini tukirudi katika maandiko, maandiko yanasema vipi kuhusiana na ndoa? Ndoa ni agizo la Mwenyezi Mungu ambalo kishafungwa haivunjwi kama. Lakini sasa hivi tumefanya kama utamaduni. Ndoa imekuwa kama nyumba, tunavunja tunachukua tunavunja tunachukua. Langu jina ni Hussein Madola. Na nini umeweza kujifunza, lakini zaidi ya yote umeweza kuburudika na umeweza kupata elimu ambayo ni ya maana sana. Nikusi, usisahau kutupatia katika mtandao wetu wa kijamii. Lakini zaidi ya yote leo tuko ndani ya mkoa wa Mara, ndani ya Musoma mjini. Siku nyingine tutakuwa kwako wewe, mpenzi mtazamaji wa Aburi TV, endelea kupatia vipindi vyetu vya Aburi TV. Mimi naitwa mwanajamii na mwalimu wako Hussein Madola, tukutane katika kipindi kijacho. kwa heri.